Nilikuwa namsikiliza Che mm. Nasema Heche, wewe ndugu yangu mm. Sisi watu wa kanda ya ziwa mm. hatuna utovu wa nidhamu kiasi hiki mm. Unatumia rugha chafu kwa viongozi, sio maadili yetu ya kitanzania yeah. Tushindane kwa hoja, tuheshimiane mm. Tupambane tukirudi, tunakaa tunaongea mm. Uwezi kuwa na kauli chafu kwa viongozi, kwa watu wengine. Ubabe Heche yule mm. ni mtu mdogo sana kuleta ubabe, kusema nampokea mkuu wa mkoa mm. Kwanza mimi Heche siwezi kumkamata hata na askari hata mm. siku moja mm. Heche mimi nampelekea mgambo wa mkamati. Acha bwana wewe. Siwezi kumkamata na askari. Nitashusha brand ya polisi. Sio magoti hayo ya kweli. Siwezi kumkamata mimi Heche kwa kutumia askari. Namkamata kwa kutumia mgambo. Kumtumia askari nampandisha brand, hana hadhi hiyo. Ya kumkamatia nani? Eh, Mshikwa nakushukuru sana. Mimi kule na mgambo, niazime mgambo niwapelekee. <laughs> Kwa hiyo siku akija Kisarawe kule unamkamata na mgambo. Kwanza, kitu cha kwanza mm. akija Kisarawe mpinzani yoyote mm. kama wanapiga kampeni yao, lazima watambue mheshimiwa rais litamkwe. mm. asipotamka hivyo asifanye mkutano Kisarawe nishusha juu. Ndio kiongozi lazima aheshimiwe. Unajua kuna muda, mm. muda tuliopa sisi wa kubembelezana mheshimiwa mm -hmm. rais lazima atambulikane kikatiba na kisheria, yupo ni mamlaka aliyopewa. uh -huh. Sasa nimeona watu wanamtamka mheshimiwa rais, mm. yani kama vile bibi yao, shangazi yao. Mm. Rais lazima apewe heshima. Mm. Tutamrinda Kisarawe kwa namna yote ile. Mm. Na mtu yote anemvunjia heshima mheshimiwa rais, mm. amvunjie kengine Kisarawe, upuzi ule siwezi kukubali mimi. Mm. Mtawapiga show mpaka wakimbie. Top. Watafieka ule msitu wa Pugu kwa meno. <laughs> Huwezi kumvunjia heshima rais afu ni kwa pita pita huko. Hakuna kitu kama hicho, hakuna. Kwa hiyo wakija kufanya kampeni lazima, lazima watai... mamlaka ya rais ndo e, nawatambue serikali ya wilaya ikoje. Hivi vitu vipo kikatiba ni kisheria, kwa hmm. sababu muda wa kurayana ukivuna ugelea. Ukichekacheka na nyani utavuna mabua uh -huh. Usifanye mzaha kwa mheshimiwa hmm. rais wetu, si tunajua thamani yake yeah. Unakuta mzazi ameshindwa kusomesha watoto watano, rais anasomesha watoto wangapi nchi hmm anatuna zaidi ya miaka minne mitano, hujasikia vyuo vikuu wanaandamana mm. Mimi nasoma chuo kikuu, mkopo ulikuwa elfu nne pesa ya bumu, sasa hivi watu wanapewa mpaka shilingi elfu kumi mm. Mwana mtoto wako anaweza kula kuku tarehe moja mpaka tarehe moja unaona mm. Watu wanakula kuku eh? Sasa kama unapewa kwa siku elfu kumi tunaweza mm. so ile kuku ah, vyuo vikuu okay. sawa, sawa. bumwe yeah, yeah, anakusomeshea watoto unaona mm. tokea mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mm. ajira zinatangazwa mpaka leo unaona mm. kila mwaka ajira zinatoka haijai okay. kutokea tu tuna zaidi ya miaka minne ajira zijatangazwa mm. Unaona sasa jeshi la polisi mm. magereza mm. walimu mm. TRA mm. nafasi zinatoka okay. Uhitaji ni mkubwa lakini ajira zinatoka, ni heri zitoke kidogo kidogo mm. lakini watu wanasogea mm sasa hivi watu wanaenda VETA kusoma bure. Mtu anadhihaki VETA mm. mimi ni zao la VETA. baada ya kumaliza shule nimesoma VETA Founds Mwanza VETA. mambo ya rangi mtu mm. anadhihaki VETA mm. anajua mambo ya VETA, watu wanaendesha vietu kwa VETA mm. watu wanapika vyakula huko mahotelini, tumetoka kula hapa kantini wale, hey, wamesoma VETA. VETA mapambo hayo VETA mm. decoration ya nyumba zile ni VETA, watu wanajenga majengo mazuri VETA magorofa, unasikia hapa nyumba nzuri ni veta. Ni mpuzi mmoja anakula ugari anashiba, anaenda nakunywa shisha, anaweka miguu juu, anatukana serikali kuhusu veta, hasa eh. Eh, unajua kuna vitu vingine bwana, yani wewe nikiangalia eh, nasema one day wataelewa. Mheshimiwa, leo umechafukwa, leo ah, nimevuruga sana mimi. Usitaki mtu anamvunjia heshima Mheshimiwa Rais.